Niko pale Chanika. Haleluya! Kwa hiyo mmependeza na Mungu, leo tuwe pamoja. Piga sana makofi ya ushindi kwa ajili ya mkesha wa leo, mambo makubwa yatatendeka. Haleluya! Basi kama daftari lako na kalamu kwa ajili ya kuandika, maana nimesema hayo uyaonayo yaandike. Neno ni unabii wa Mungu. Bwana siwe sana neno linapotamkwa, linaponenwa linakuwa limemlenga mtu mmoja kwa ajili ya kutimiza mapenzi yake, huliangalia neno ili apate kulitimiza. Sema amen. Haleluya! Ndika, ndika tu, maombi ya kuzikata pembe za mashetani zilizoinuka juu yako. Hebu sema maombi ya kuzikata pembe za mashetani zilizoinuka juu yangu. Bwana sifiwe. Maombi ya kuzikata pembe za mashetani zilizoinuka kwenye maisha yako. Katika ulimwengu wa roho ziko pembe. Kuna pembe upande wa Mungu na kuna pembe upande wa Shetani. Bwana sifiwe sana. Ziko pembe upande wa Mungu na ziko pembe upande wa Shetani. Naomba unisikize tu vizuri kwa makini sana. Iko jambo ambalo Mungu anataka atende na wewe. Bwana asifiwe sana. Kuzikata pembe za mashetani zilizoinuka juu ya maisha yako, maombi haya ambayo itaomba kwa ajili yako siku ya leo na Mungu atamfanya mtu avuke katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Pembe, kuna pembe upande wa Mungu na kuna pembe upande wa shetani. Pembe kiroho zinawakilisha mamlaka. Pembe kiroho ndani ya Biblia, ukiona pembe inawakilisha mamlaka, utawala, ufalme, uwe upande kwa Mungu ama upande wa shetani. Pembe inapotumiwa na Mungu inawakilisha mamlaka, utawala, ufalme na kwa shetani vile vile pembe inawakilisha utawala, ufalme, mamlaka. Kwa pembe ina nguvu, hasa pale ambapo inapokuwa imebeba roho ndani mwake. Bwana sesa, mwambie mwenzako kila pembe za mashetani leo zitaanguka. Sema amen. Mpe Yesu makofi ya ushindi soma kitabu kile cha samueli wa kwanza samueli wa kwanza kumi moja samueli wa kwanza kumi moja na samueli wa kwanza kumi moja biblia anasema hivi ndipo samueli akatoa kichupa cha mafuta samueli wa kwanza kumi moja ndipo samueli akatoa kichupa cha mafuta akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao, kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya juu ya ulisi wake. Fungua tena Biblia yako kitabu cha Samueli wa kwanza kumi na sita Samueli wa kwanza sura ya kumi na sita mstari wa kumi na tatu. Tutaanza kuonesha kwanza pembe upande wa Mungu, alafu baadaye nitamalizia pembe upande wa Shetani. Sema amena. Samueli wa kwanza kumi na sita mstari wa kumi na tatu. Anasema ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Hebu sema: ndipo Samweli akaitoa pembe yenye mafuta akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamwijilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samweli akaondoka akaenda zake Rama, pigie sumakofi neno haya hapa. Tunaona wafalume wawili. Bwana asifiwe sana. Tunaona mfalume Sauli na mfalume Daudi. Hawa ni wafalume, ila mmoja amepakwa mafuta kwa chupa na mwingine kapakwa mafuta kwa pembe. Nataka na nikutafsirie hizi hizi chupa na pembe. Sema amen, pigie sumakofi ya ushindi Chupa maana yake chupa, maana yake ni uumbaji wa mwanadamu. Chupa ni uumbaji wa mwanadamu, maana yake utawala wa Sauli ni utawala unaovunjika, ni utawala ambao sio imara, ni utawala unaovunjika. Wewe unaopako pako mafuta kwa chupa, angalia utawala wako, kama uko imara au uko namna gani? Sema amina. Nasema tena wewe unayepakopoka mafuta kwa chupa utawala wako angalia, sema amina. Chupa ni uumbaji wa mwanadamu, chupa inavunjika, chupa inateketea. Sema amina. Chupa ukidondosha chini na pasuka. Kwa hiyo chupa kwa tafsiri nyingine ni mapenzi ya wanadamu. Sema amina. Wewe unayefuata mapenzi ya wanadamu angalia, utaishia njiani katika jina la Yesu, kwa sababu Sauli tangu wanapotoka Misri wana wa Israeli, Mungu ndo alikuwa mfalume wao. Bwana sifa sana. Mungu ndo alikuwa mfalume wao. Wameanza safari Mungu akiwa mfalume wao, wameenda wameenda miaka ya kutosha sasa, wakasikia mataifa mengine wana mfalme, wana wafalume, wana wafalume Misri, wana wafalume Ashuru, wana wafalume Ninawi, wana wafalume mataifa mbalimbali, Israeli wakasema, na sisi tunakuomba tuna Samweli, utupatie mfalme kama wafalme wengine wa anasiwe wa sana atutaki huyu Mungu kila siku asiyeonekana, atutaki awe mfalme wetu. Mwambie wenzako mtafute Mungu awe mfalme wako, sema ame. Na tangu Mungu amekuwa wa mfalme wao, hawajawahi kushindwa vitani, wamekuwa wakishinda na kupigana kwa sababu Mungu ni mfalme wao, wamekuwa wakishinda na kupigana kwa sababu ni mfalme wao wa sasa unaanza kuona kwamba wakamzonga sana Samueli nabii. Ndio alikuwa nabii wao ndio alikuwa kwani wao, tupe mfalume, tupe mfalume, tupe mfalume, tupe mfalume. Samueli akaanza kuomba kwenye chumba cha maombi, anaomba Mungu, hawa watu wanataka mfalume, wameukataa wewe, siwe mfalume. Mungu akamwambia Samueli, kwa nini unalia? Hawa watu hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi nisiwe mfalume wao. Wape wanachokitaka, hawajui kwamba huyo mfalme wanaomtaka atawapa mambo mabaya kwenye maisha yao, atawanyang'anya mashamba yao, atawanyang'anya mifugo yao, atawadhidishia makodi ya kutosha. Wape wanachokitaka. Ndipo Samweli akachukua chupa yenye mafuta, sema amina. Ambayo chupa yenye mafuta sasa, maana yake ni mapenzi ya wanadamu ambayo yanataka wapewe mfalme sema amina, atakaye waongoza, awataki mapenzi ya Mungu ya waongozi, awataki mapenzi ya Mungu atawale nayo, awataki mapenzi ya Mungu yawape uimara kwenye maisha yao. Nataka nikwambie hivi penda mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, kataa mapenzi ya wanadamu yatakusababisha, yata usifike kwenye safari yako ambayo Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Tamani mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako yatimie kwako, yako mapenzi ya Mungu na mapenzi ya Mungu hayazuiriki. Hayupo adui wa kuzuia mapenzi ya Mungu. Haleluya! Hayupo mchawi wa kuzuia mapenzi ya Mungu, hayupo jini wa kuzuia mapenzi ya Mungu. Hawa watu wanataka mapenzi ya wanadamu. Samueli akachukua chupa akaenda kamimina chupa, maana yake utawala wa Sauli utavunjika, hauendelei, hauvuki, unaishia njiani, kwa sababu hakuna mtu yeyote atakaye lisi ufalme kwa nani? Kwa Sauli, kwa sababu chupa ni ishara ya wanadamu. Sema, nakataa utawala wa chupa Sema na kataa tawala wa chupa kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Sema na kataa tawala wa chupa leo. Nachukua pembe yenye mafuta katika ulimwengu wa roho na kumiminia juu yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nachukua pembe yenye mafuta na mimina juu yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen, kwa sababu amewekwa na mapenzi ya wanadamu akawa ni mtu wa kukosea kosea, sema amina. Amen. Ni mtu wa kufanya mambo ambayo sio mazuri. Amen. Kuna wakati akaambiwa nenda ukamwangamize yule mkuu wa, wa watu wa nani kule, sema amina. Ukamwangamize yule adui Amaleki, sema amina. Mkuu Amaleki, sema wa Amaleki ukamwangamize. Nabii nabiusema Mungu ameapa atakuwa na vita kizazi hadi kizazi na Amaleki lakini Sauli anayakataa mapenzi ya Mungu kwa sababu chupa imeshatabiri kwamba wewe umetokana na mapenzi ya wanadamu. Hata Mungu alikwambia jambo, huwezi ukalitii. Hata Mungu alikwambia kitu, huwezi ukatii. Mtu anayeongozwa na mapenzi ya wanadamu, hata Mungu akisema neno juu yako kwamba acha, utaendelea kufata tu, acha hiki kibaya, utaenda tu, kwa sababu kuna mapenzi wanadamu ya wanadamu yamejaa juu ya kichwa chako. Mapenzi yoyote ya kishetani yaliyowekwa juu yako ninayang'oa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai na mapenzi ya Mungu yadumu ndani mwako. Haleluya, sema amen. Kuna mapenzi ya madamu yanaletwa, yanafanya vita ndani yako, na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Unajikuta unakataa mapenzi ya Mungu yasitimie kwenye maisha yako, unasema mimi. Si unaambiwa kabisa kwamba huyu huyu huyu mme akufai. Sema amina. Lakini wewe unang'ang'ania tu, hakufai tena, naye kwambia ni mtumishi wa Mungu. Ni mtumishi wa nani? wa Mungu. Mungu ameona mapenzi yake yanampendeza uolewe na mtu fulani yeah. Wewe unasema naona, uh, huyu mifuka yake imetoboka. Sema amina. Yaani kutoboka maana yake hana ya pesa. Sema amina. Kumbe Mungu ameshaona kesho, nyota yako na nyota yake zikiungana, kuna gorofa itatokea, kuna magari yatatokea, kuna kampuni itatokea, kuna kiwanda kitatokea, kuna uchumi utastawi kupitia huyo lakini wewe sasa, mapenzi ya wanadamu, nakwambia huyo hafai, huyu achana naye, hamtafika popote na huyo unaungana na yale mapenzi ya nani? Ya wanadamu. Unajikuta umekwamia njiani na mapenzi ya Mungu sasa hayaendelei na wewe, yanahamia kwa mtu mwingine. Na kutangazia leo kwa jina la Yesu. Ruhusu moyo wako mapenzi ya Mungu yatimie kwako, mapenzi ya Mungu yatimie kwako. Mapenzi ya Mungu akisema acha, acha. Mapenzi ya Mungu akisema nenda, nenda. Mapenzi ya Mungu akisema inuka, inuka pamoja nao, katika jina la Yesu. Haleluya, sema amen. Mapenzi ya Mungu akisema safiri, safiri, yakisema usisafiri, kaa. Haleluya, mshike mwenzako mkono, mwambie kubali mapenzi ya Mungu maishani mwako yatimie kwako kwa katika jina la Yesu. Mapenzi ya Mungu yatimie kwako kwa katika jina la Yesu Kristo ali hai, sema ame. Ni kawaida ya shetani kabisa kupambana na mtu mwenye mapenzi ya Mungu, anamletea vita maishani mwake. Unakumbuka Yesu, mapenzi ya Mungu Yesu aende msalabani. Wangapi wanajua kwamba Yesu alikuwa Mungu asilimia mia, mia. ashaana juu kwamba Yesu alikuwa alikuwa amevaa mwili asilimia mia. Sema amina. Alikuwa amevaa mwili asilimia mia moja, alikuwa ni Mungu. Sema amina. Lakini amevaa nini mwili wa damu na nyama, alikuwa akijikwaa anaumia kama wewe. alikuwa analia kama wewe sema amina. Ndio maana alipokuwa anachomwa ile misumari, alikuwa anatoa nini machozi. Kwa hiyo bibilia inasema Yesu mwili wake ukawa utaki aende msalabani, lakini mwili, roho inataka, ila mwili autaki. Mtu wa ndani anataka, ambaye ndio Yesu mwenyewe, sema amina. Wa nje ataki aende msalabani, kwa sababu wa nje ana mapenzi ya, ya ibilisi ndani, sema amina, anashindana mapenzi ya Mungu, asiende wapi? Msalabani. Kwa hiyo wako wanashindana pale, anaomba akasema hivi, yule aliyesema ni wa nje, sio wa ndani, akasema, Baba ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Eh, Yesu wache kwenda msalabani, tusiokolewe. Sema amina. Wache kutetea damu yako, tusiokolewe. Usifikiri mchezo kwenda ugongolewa msumali mwili. Sema mwili, mwili unauma. Sema amina. Yuko mwilini, anaona mapenzi ya shetani yaliinuka kwenye mwili wake, yakaanza kushindana mapenzi ya Mungu ya kwenda wapi? Msalabani usilusu mapenzi ya Mungu yakapotea kwa sababu ya mapenzi ya mwili wako, kwa sababu ya mapenzi ya watu, kwa sababu ya mapenzi ya kibinadamu. Leo ninaachia mapenzi ya Mungu kwako yatimie kama Mungu alivyopanga katika jina la Yesu, na anayeshindana mapenzi ya Mungu hatafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, sema amina. Yesu akashituka akasema, Baba akasema, Baba ila si kama mimi wa ndani sasa, sema amina si kama mimi nitakavyo, ila mapenzi yako yatimizwe. Yesu, makofi hadhari ya mapenzi yako yatimizwe mapenzi ya kupita msalabani yatimizwe, mapenzi ya kusulubiwa yatimizwe, na jua nitafanikiwa. Maana shetani alikuwa ameshaona akipita njia ya msalaba atapewa jina lipitalo majina yote, akipita njia ya msalaba kila goti itapigwa kwake. Shetani alikuwa anashindana ili Yesu asichukue yale mamlaka, asichukue ile nguvu, asichukue ule ufalme. Shetani hataki wewe uwe mfalme. Yesu ametuletea ufalme kupitia kifo chake pale msalabani, kufa na kufufuka. Pokea ufalume katika jina la Yesu Kristu aliye hai. Wewe ni mfalume. Sema mimi ni mfalume. Haleluya, semame, sema mimi ni mfalume mwenye mamlaka, mwenye utawala. Pokea ufalume katika jina la Yesu, pokea ufalume katika jina la Yesu. Okay. Okay. Ame. Yes. Yes. Mapenzi ya Mungu yatimie ndani yako Mapenzi ya kazi yako yatimie. Mapenzi ya Mungu juu ya biashara yatimie. Mapenzi ya Mungu juu ya ndoa yako yatimie. Mapenzi ya Mungu juu ya ubinti wako yatimie. Mapenzi ya Mungu juu ya umama wako yatimie. Mapenzi ya Mungu juu ya ujana wako yatimie. Pokea mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Mshike mwenzako kwa mkono, mwambie mapenzi ya Mungu yazuiriki. Mwambie tena, mwambie ayazuiriki. Sema ame, ayafanyaje? Ayazuidiki, ukiyakataa yanahamia kwa mwingine. Sema amina, ila ayazuidiki. Mpesu makofi ya ushindi. Anayejaribu kuzuia mapenzi ya Mungu ataangamia kabisa, atateketea kabisa, atasagwasagwa kabisa, atapotea kabisa, katika china la Yesu. Sema ame Amen. Sauli sema amina. Sauli akakosea alipokosea ametumwa uwe ng'ombe ateketeze ya uwe Amaleki. Akamwacha hai mfalume wao akachukua mifugo yake akaeta madhabahuni pa Bwana. Samueli nabii akamwambia, umefanyaje? Mbona umefanya mambo machafu namna hii kwenye madhabahu ya Bwana? Mwambie, mapenzi ya wanadamu yamo ndani ya nani? Ya Sauli. Sema amina. Anaenda kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Biblia inasema, Biblia inasema, nabii Samueli akamwambia, Bwana amekukataa Hautakuwa mfarume kwa sababu usikilize sauti yake. Mapenzi ya Mungu ni sauti ya Mungu. Pokea sauti ya Mungu katika jina la Yesu. Akamwambia kutini, bora sema amina, kuliko kuasi. Kuasi ni kama zambi ya mchawi. Umeacha sauti ya Mungu, umeacha sauti ya Mungu, kafata mapenzi yako mwenyewe, umekataa mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu, anataka Amaleki wafe. Sema amina wewe umewacha hai mapenzi ya Mungu. Leo wachai wako wataanguka kwa jina la Yesu. Ni mapenzi ya Mungu, adui zako wadondoke kwa jina la Yesu Kristu aliye hai. Ni mapenzi ya Mungu, adui zako waangamie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni mapenzi ya Mungu, wewe uinuke tena ustawi. Amen. Sikiliza, napenda niseme sikiliza, nikwambie akaanza kujitetea pale, akasema kweli nimekosea kwa Mungu, ile amenyanyuka, si akalishika vazi la nabii? Sema amina. Akalichana kosa jingine, sema amina. Umechana vazi la mtumishi wa Mungu. Akamwambia leo, kama ulivyolichana ili vazi ulivyo, ndivyo Mungu ameulalua ufalme wako, amepewa jirani yako. Katika jina la Yesu naagiza leo waliofanya vita na wewe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, mavazi yao yanaruliwe kwa jina la Yesu, upala wao unaruliwe kwa jina la Yesu, upewe wewe kwa damu ya mwana kondoo. waliofanya vita na maisha yako na kusudi lako, na tangaza waondolewe, uwezo upewe. Pokea nyota yako, pokea kibali chako, pokea ustawi wako, pokea ushindi wako. Sema amen, haleluya. Ndipo Mungu amwambia na kutuma sasa kwa mtu ambaye nina mapenzi naye, ambaye nitaweka ufalme wangu ndani yake, ambaye na Yesu atapitia pale. Piga Yesu makofi. Biblia nasema ndipo Samueli akachukua pembe yenye mafuta. Sema pembe yenye nini? Yenye mafuta. Pembe maana yake ni uumbaji wa Mungu. Pembe manake ni uumbaji wa Mungu andika, andika pembe ni uumbaji wa Mungu sema amina. Manake ufalume wa Daudi ni ufalume usiovunjika, ni ufalume usiovunjika, ni ufalume usioangushwa hii pembe ina